Ni mwaka wa 2024 huko Berlin, German, wa 2024 huko Berlin ilizinduliwa rasmi sanamu la mchezaji ambaye kwa sasa ni mshambuliaji wa klabu ya Real Madrid na timu ya taifa ya Ufaransa, Kylian Mbappe kama unavyokatika hizi picha, na ni sanamu ambalo liweza kuvutia watu wengi sana. Hata Kylian Mbappe mwenyewe alipokuwa mwaliko kwa ajili ya kulishuhudia sanamu hili, aliweza kuvutiwa pakubwa sana, na hii ni kutokana tuna mfanano wake na sanamu husika, ukitazama jezi, tazama sura, tazama stai ya ushangiliaji na mengine yote yamemrezembo mchezaji usika. Sasa so hivyo tu, hili ni sanamu jingine ambalo litazinduliwa huko London, Uingereza katika maeneo ambayo wanahifadhi masanamu ya masta ukubwa. So hii ni sanamu la Kylian Mbappe kwa mara nyingine na litahifadhiwa kwenye Semito Madam Tussauds London. En, hapa sasa alikuwa nalikagua sanamu hili ambalo litazinduliwa mwezi unaofuata. En, kama kawaida, reaction ya Kylian Mbappe ilikuwa ni kubwa sana hasa kwa kufurahishwa na namna ambavyo sanamu hili lina mfanano mkubwa na yeye, yaani hakuna kasoro yoyote ambayo unaweza kutazama moja kwa moja na kusema maybe wamekosea rangi, sura, macho ama chochote. Na wakisimama kwa pamoja, sometimes ukiangalia vibaya inaweza kuwa vigumu kumtambua Kylian Mbappe kama mwanadamu ni nani na sanamu sika ni lipi. Sasa kwenye video hii, Kylian Mbappe ameweza kuwashukuru watu ambao wameweza kutengeneza sanamu hili kwa kazi kubwa ambayo wameweza kuifanya kufanikisha mfanano mkubwa kati ya sanamu husika na yeye, huku pia akisifia namna ambavyo ameweza kupatia kumvalisha, kulivalisha jezi viatu vya mpira